Nisikilize. Hawa wametupisha kiutu uzima, mi mkubwa naelewa. Kuna chochote unataja, unataka mi nizungumze hapa? Ndo tafsiri ya kupishwa. Sa mtu usehemi toka huko nakuja kibubububu maeneo ya watu haya <tabitura> hiyo eh, eh, eh, hela yote ni sai mjomba, hii ndo <tabitura> mahali yenyewe kwaakija ale taakabisa Eh. Hey. Milioni ngapi? Si milioni mbili ndio mali haya, hey, baba. Haya baba, fanya hivi ngoja ngoja ngoja, sisi wengine watu wa macho watu wa macho, hey. Okay. Hey, hey, hey, hey, hey, wenyeji poleni tumewacha uh, <laughs> yeah, uh, ah, we, eh. <coughs> ah, kidogo tulikuwa tunajadili jambo jema, ni, ni jambo jema, unaambia kidogo, mnatakiwa mpate nafasi hmm, ya kuzungumza ah, okay. e, eh. kweli kabisa Ha, mimi nashukuru kwanza kufahamiana kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nasikia tu maneno yanazungumzwa hivi nazungumzwa lile. Nashukuru nimewafahamu, ila samahani kama nitawarudisha nyuma. E, mlisema binti ana umri gani? Ha, sasa hivi ana miaka ishirini <laughs> na mbili. Ana miaka thelathini. Sawa. Ah, na elimu yake ah? sasa unajua kipindi hicho kidogo, kipindi cha eh, yeye anasoma analelewa huko eh, aliishia darasa la saba kipindi hicho. A, kipindi hicho lilikuwa kidogo linamata I sio kama sasa hivi. Hiyo ndo nilikuwa nataka nijue hiyo, sasa tunazungumza. hilo ndo nilikuwa nataka nijue sasa, binti ameishia la saba, ana miaka thelathina Eh? Eh, ni mtu mzima, si ndio? Na ukiachana na utu uzima wake, ana mtoto si ndio? Eh, ana mtoto. Hao walisema walikubaliana na mwenzake, kila kitu wameweka sawa, mtoto mmoja, na mzazi mwenzie hajafa, si ndio? Hajafa, lakini nisikilize, nazungumza na upande wa huko kwa, kama hajafa family bado zitaendelea kukutana kwa sababu ya mtoto. Kwa hiyo ni bomu namba moja, na na na, si ndio? ule alikuja ana